Siku moja Mtume aligawa na fikiri ni ngawira zilizokuwa zimetokea katika baadhi ya mapambano. Mtume akagawa kuwapa masahaba zake ugavi fulani fulani. Faqala rajulun min alansar, kuna bwana mmoja wa Madina akasema maneno haya, inaha la qismatun ma urida biha wajhu llah. Ugavi gani huu huu ugavi ni wa dhulma. Hakutakiwa Mungu ndani ya kigawanyo hiki, yani aliyegawa hapa hakutizama kutafuta radhi za Mungu. Hebu fikirie maneno haya, anaambiwa mtume haya maneno, umwambie tu baba yako, baba umedhulumu, umefanya dhulma hapo, we hujamtaka Mungu wala nini. Sasa maneno haya akaambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kiongozi wa umma qismatun ma urida biha wajhullah, ugadhi huu hakutakiwa Mungu. Huu ugadhi wa dhulma. Abdullah anasema wallahi, mtume yuko mbali, lakini mimi niliyelisikia mtume anazungumzwa vile sikuweza kulibeba, sikuweza kuvumilia, nikasema, la ukhbiranna bidhalika rasulullah, mtamwambia mtume tu. Akaondoka. Asema faraaituhu fi ashabihi, nikamwona katikati ya masahaba zake, mtume yupo, nikaenda. Asema fa asara nabii, akampa siri kwa fulani, kasema hivi na huyo mtu anajulikana. Anasema ah, fashaka dhalika ala rasulillah, nilipomwambia tu likawa jambo zito gumu kwa mtume kusikia maneno kama hali anaambiwa

usijiingize katika sababu za kughadhibika, na zikitokea, amsik qalbak, ukamate vizuri moyo wako uweze. Na ndio maana ile hadithi nyingine inasema, laisa shadidu bisurati wa innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab, hodari si mwenye kupigana sana mieleka akadondosha watu, hodari ni yule mwenye kuweza kukontroli hasira zake, ndio maana ya hadithi. Lakini kukasirika, sote tunakasirika Mtume wetu alikasirika, lakini utakapokasirika unafanya nini? Ndio hoja kubwa. Je, hasira zako zinakupelekesha vipi? Ndicho tunachoambiwa hapo, na ndio maana waliopewa nafasi peponi, Allah anasema, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa 'arduha wajannatin as-samawati wal-ardh

faidha dhahaba anhu dhalika. Waila fal akikaa kitako hasira ikiondoka, sawa. Haijaondoka na alal kabisa. Unaona, hizi ni technique za kuifukuza nini hasira. Katika kauli nyingine, aliwaona watu wanatukanana kwa hasira. Mtume akasema mimi najua neno akilisema tu yule yale yote yatamalizika. Kauliza neno gani ya rasuli? Akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim Akenda akamwambia sahaba mtume alichokisema, e, bwana mnatukanana sana wewe, shaonekana rangi zimekubadilika, sema hivi a'udhu billahi min shaitani rajim. Yule bwana alipoambiwa vile akasema, unadhani mi mwenda wazimu? Akamuuliza, wewe hasira hizo, hasira ufika pahali ukasikia mtu anambee bwana, mswalie mtume, akasema, hakuna kuswaliwa mtume hapa. Hasira zinakupeleka pahala pabaya mnu, ukatukana ukatukania wazee ukatukana ukamtukana ukatuka uka mtu ambaye hatukanwi. Hasira hasira ni mbaya. Ndio maana Mtume anasema usikasirike. Ndio maana anasema ukiwa umesimama, kaa, kwa sababu ukisimama, mtu huwa una uwezo wa batshi batshi, maanake kama ni ngumi kuitupa vizuri ukiwa umesimama kama ni teke kulitupa vizuri na kwenda kasi sana kama umesimama, yaani kama umesimama, kuna uwezekano mkubwa wa kuua kama utaamua kuchomoa kitu kutoka katika mwili wako. Lakini kasi ya hivyo tulivyovitaja huwa vinapungua kama umekaa. Niambie, kurusha ngumi kama umekaa ni sawasawa na kama umesimama? Na pia hali huwa zaidi ya hiyo kama umelala utampigaje mtu yokogeri au kumfuu wakati yao umelala? Kama haya utayafuata utakuta Mtume wetu hakuacha jambo isipokuwa anataka sisi tufanikiwe. Ndio maana Mtume akapelekewa habari, asema faraaitu lghadhaba ala wajhi ghadiba hatta taghayyara wajhu, uso kabadilika. Mtume ghadib, alifanya nini baada ya kughadhibika Mtume? Sikiliza maneno ya mtume aliyoyasema, anasema laqad udhiya Musa biakthara min hadha fa sabar. Hilo ndio neno alilolisema mtume. Ah, ndugu yangu Musa yani mtume mwenzake aliudhiwa zaidi ya hivi mnavyoudhiwa mimi, lakini alisubiri subra, ndugu zangu subra Mtume anasema ma uti ya ahadun khairan, hakupewa mtu yoyote jambo la kheri, wala ausa mina sabr, wala jambo la nafasi kunjufu kama kupewa moyo wa subira. Ukiwa umeruzukiwa subra, umepewa kitu kikubwa, ndugu zangu. Yale matusi ambayo watu wanatukanana wengine kama si subra, hii dunia isingekalika vile vihoja tunavyoviona mitaani, kejeli tunazozisikia. Kama si nyoyo za subira, dunia isingekuwa better place to, katika maisha watu tungeishi wanasema, in pieces, not in peace, tungekaa vipande vipande, lakini wengine wamejaa subra katika nyoyo zao Sema oh, wasaili wa Mombasa walikuwa wakisema watasema, mchana mwisho atalala. Ni maneno ambayo ndani yake yana reflect moyo wa subra, si atakuja atalala baadaye. Kuna mambo kama hayo yalimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akatupa mafunzo. Mwenyezi Mungu amemjalia na moyo wenye kubeba. Wazee zamani walikuwa wakikuuliza Unacho kifua? Anasema ndio. Kiko wapi? Saiki? Hapana, sio hicho. Kuna kifua kingine huku nyuma cha kuweza kubeba mambo. Anasema kuna bwana mmoja watu walikuwa wakimpa n yani ukubwa, alikuwa ni kama head boy wa kabila ni, ni headman wa kabila yani ni zaimu al-kabila, lakini kila watu wakimtizama hai sio handsome boy, hana mali hana nini. Watu wakawa wanajuza, wee, umewekwa kiongozi kwa sababu gani? unalipi wewe la kuwa kiongozi? Lakini alikuwa na siri, alikuwa ni mtu mvumilivu sana, ana meza, anabeba, ana beba, hakuwahi kughadhibika, kukasirika, kwa staili hiyo tuliyoieleza katika mambo, mpaka watu wakamfanyia maksudi wakamtuma mtu wakampa na hela, wakamwambia, nenda ukimkasirisha yule akasema hovyo, tutakupa kingine. Yule bwana akaenda ha, akamsubiri anatoka zake sehemu fulani, akamsubiri njiani, akaanza kummiminia mvua ya matusi. Kuna watu wanatukana na, na ndani ya dini wamo, ittakhadhu kimlat akhlaqi dinan Yaani wamefanya ile tabia mbaya kwa wondo wa dini, wapo watu wamespecialize katika hayo. Mama katukana, katukana, yule bwana kimya, nakwenda naye tena sambamba, wanakwenda. Wewe hivi, wewe kadha, wewe kadha kadha, wewe kadha, wewe, wewe, wanakwenda tu. Karibu atafika kwenye kiambo chake, yule bwana akamwambia yule kijana, kama bado kuna mengine zaidi ya hayo ulioyasema naomba uyamalizie hapa hapa, kabla hatujafika pale, kwa sababu pale kuna watu wakikusikia unayasema haya unayoyasema, hawatoweza kuvumilia kama nilivyovumilia mimi, watakuua. Kwa hiyo kama yapo bado, yamalize kabla sijaingia. E, bwana akarudi akawambia, bwana, chukueni pesa zenu, nimeshi yule si mtu wa kawaida. Sio kwamba yule mtu alikuwa ghadhibiki wala aumia, alikuwa na kifua cha nyuma hapa, na ndio viongozi wanatakiwa wawe kama. Kiongozi ukisikia mtu kasema neno tu una react, hufai kuwa kiongozi, nenda kauze ice cream. Ndio maana kila mmoja atakupenda, lakini uongozi kama alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mtu fulani wa kuongoza watu, kuna mengi unatakiwa uyabebe. Hizi ndio khuluq za Mtume sallallahu alaihi wasallam.